Ya mwili na damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe! Nguvu ya mwili na damu ya Yesu, ukienda katika maandiko matakatifu katika hatua za kwanza kabisa za taifa la Israeli, hususani kitabu cha Mambo ya Walawi kumi na saba ule mstari wa moja, kumi na moja ukisoma kumi mpaka kumi na mbili. Mungu aliwaonya wana wa Israeli, aliwaonya nini? Mnapokuwa mmechinja nyama, msikule nyama na damu, damu imwageni kwenye ardhi, ila nyama mnaweza kula. Kwa nini? Kwa sababu ameongea vizuri, amesema, ndani au uwai wa kiumbe chochote huko kwenye damu Uwai wa mwanadamu yoyote uko kwenye damu. Ndio maana ukimwaga damu lazima utalipa. Unaweza kujinga barakusa, unaweza kukwepa, lakini damu ya mtu yoyote inalipika. Ndio maana damu ya Abeli wakati amewakaini kaka yake amemuua, mpaka leo bado inanenda kwenye ardhi. Ndio maana ukitaka kufanya kazi kwenye ardhi, unataka kulima, lazima uikomboe. Vinginevyo damu ina nguvu. Kwa kila damu na kile kiumbe, manake umekula chakula ambacho umejiungamanisha na mnyama, ndio tofauti yake. Kwa hiyo damu imekuwa ni alama kwa miaka mingi juu ya masuala ya kiroho. Nisikize kwa makini, damu katika ulimwengu wa roho, wale wanaabudu katika miungu ambayo ni mingine, wanaabudu mashetani, wanahitaji damu kwa ajili ya kufanya mambo yaweze kwenda, kwa sababu roho zinapenda damu. Lakini pia hata Mungu wetu, katika namna ambapo Waisraeli walikuwa wanakosea mara kwa mara, ilibidi wakatoe sadaka za damu. Lakini leo ukiwauliza Wagogo ambao ni wenyeji wa huku, ni kwa wakati wa matambiko mengine, inabidi wakatoe sadaka za damu, wachinje wanyama, ili kuweza kufanya mambo yaweze kwenda. Sasa kulingana na hilo Biblia inaongea juu ya damu ya Yesu ambayo ina thamani. Ni damu ya Mungu. Ukiangalia kwa makini, baba yake Yesu ni Mungu. Yesu ana baba wa kimwili, ila ana mama wa kimwili kwao. Damu iliyo ya thamani, iliyo safi, ambayo ni ya Mungu Baba mwenye damu ya kiroho ndiolimeitia msalabani kwa ajili yetu kwao, katika hiyo damu ina nguvu kuliko damu nyingine zozote. Ndio maana nilikwambia siku moja, ukiwa umeokoka uwezi kulogeka kama umesimama vizuri na Mungu, kwa sababu wataenda kutoa kikubwa sana utakachotoa, watatoa damu, na kwa sababu watatoa damu, damu uliyonayo wewe ni kubwa zaidi kuliko ile ambayo ilikuwa inatolewa na watu wengine wote. Sasa unisikize kwa makini, ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya kumi na mbili mstari wa ishirini na nne Anasema, na damu na kwa damu ya kunyunyiza ya Bwana Yesu Kristo inaonena mambo mema kuliko damu ya Habili, inaonena mambo mema kuliko damu ya Habili. Swali, hiyo damu inanena mema yapi? Bwana Yesu asifiwe, inanena mema yapi? Sasa nisikilize, somo la jioni leo linaitwa mwili, nguvu ya mwili na damu ya Yesu na uwezi kutofautisha kati ya mwili na damu, lazima uelewe. Na ndiyo maana meza ya Bwana, meza ya Bwana tunakuja kunywa jioni, au tunakunywa katika uponyaji, inahusisha mwili na damu, mwili wa Yesu na damu ya Yesu. Kwa sababu gani? Kwa sababu damu ya Yesu inaongea upendo katika Bwana. Hata leo ukichukua kwenda kumuua mtu, baba nani polini, ukamchinja, naomba nikwambie, damu yake itanena. Damu ya damu ya mwanadamu inanena, ila inanena mambo gani? Inanena mambo mabaya. Ndio maana kitabu cha Waebrania 12:24 anasema damu ya Yesu Kristo inayonena mema kuliko ile damu ya Abeli. Ina maana ndani ya Yesu kuna mambo mema yanaonenwa. Sasa nisikize kwa makini, kwa nini Waisraeli walikuwa wakibanana Mungu? Kwa sababu ya dhambi. Kwa nini Adamu alifukuzwa Edeni? Kwa sababu ya dhambi. Kwa nini Waisraeli walikuwa wanapigwa na ndugu zao au watu mbalimbali? Kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo ina maana dhambi, ukiondoa mwanadamu amebarikiwa. Ina maana ukiondoa dhambi, mwanadamu anakuwa sio kawaida kwao. Unapomwamini au kupokea damu ya Yesu na kutambua nguvu ya damu ya Yesu, maana yake ile damu inanena mema. Mema yapi? Namba moja, msamaha wa dhambi. Kitabu cha Isaya 53 mstari wa tatu mpaka wa tano umeeleza vizuri kwamba yeye alichubuliwa kwa ajili ya makosa yetu, yeye alidharauliwa kwa ajili ya dhambi zetu. Anamalizia mstari wa tano, anasema kwa kupigwa kwake sisi tumefanya nini? tume kwa kupitia damu ya Yesu, na mmoja, msamaha wa dhambi. Alipoenda msalabani akasema, imekwisha. Sio yeye, ila damu imemaliza. Mbili, 2, ukishafutiwa dhambi, jambo lingine ambalo damu inanena inaponya. Ndio maana nasimama katika madhabahu kwa mara nyingine, ninasema ukiwa na magonjwa umejitakia, kwa sababu Yesu alimaliza. Maana yangu unaweza kuomba magonjwa yakaondoka, unaweza kuomba magonjwa yakakimbia, ila ukikanaro hakuna takaye kudai, kwa sababu Yesu Kristo alimaliza. Damu ya Yesu inanena mema. Wapi tena? Pengine nisikize kwa makini, kitabu cha Ufunuo sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na moja anasema, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Ina maana kwamba ushindi wa maisha ya Mkristo yoyote duniani ni kupitia damu. Ndio maana kuna wakati unaingia nyumbani unakuta mwili wote unauma, unaumwa magonjwa ambayo huelewi Naomba nikwambie, sema Baba, naitia damu ya Yesu, nena mema. Kuna wakati unaweza kuwa unasafiri, nimetokea mara nyingi, naona kabisa naletewa ajali, unaona kabisa picha ya ajali hiyo, hapo haijatokea bado. Lakini naomba nikwambie, hakuna jambo kama unatembea na Mungu linaweza kutokea kwako bila Mungu kukwambia. Kwa unaona kabisa, unatembea unaona kuna ajali mbele, unaona picha damu, unaiona ni kwamba Baba, kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, naitia damu ya Yesu. Lakini tunajua historia za watu mbalimbali ambao walikamatwa na majambazi, walikamatwa wakati wao ndani ya, ya, ya, ya watu chini ya watu wengi, wengine wakaitia damu ya Yesu. Kwa nini? Kwa sababu kitabu cha Ufunuo sura kumi na mbili mstari wa kumi na moja anasema, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, ambao hawakuthamini maisha yao, watakufa. Nisikize kwa makini, unaweza kuwa na blanketi, unaweza kuwa na chandarua nyumbani. Ukikiweka kitandani, wewe ukalala pembeni na chandarua kiko pembeni, mbwa watakuma au watakuma? Bwana Yesu asifiwe. Ukaenda chumbani kwako, ukachukua chandarua ukakiweka pembeni ya kitanda na ukalala pembeni, mbwa watakuma au kumi watakuma. Unaweza kuwa na damu ya Yesu lakini kwa sababu utamki jambo kwenye damu ya Yesu, hakuna kitakachotokea kwenye maisha yako. Ni lazima utamki. Utakutumia damu ya Yesu kwa ajili ya nini? Baba, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ugonjwa na ufunika shindo, katika jina la Yesu. Katika damu ya Yesu kuna nguvu. Wakamshinda Shetani, wakamshinda yule joka kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu akasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za ule adui, na hakuna kitakachowazua. Lakini kilichomo pale ni kwamba kupitia damu yake iliyomwagika msalabani ndiyo inatupa sisi ujasiri na mamlaka makubwa ya kuangusha kazi zote za Shetani. Ukiwa kama Mkristo ukatumia damu ya Yesu, kuna nguvu inatokea, kuna uumbaji unatokea. Nisikiza kwa makini. Nisikize kwa makini. Damu ni mpaka umetamkia, sio hivi. Damu ni mpaka umetamka. Kwa sababu gani? Kwa sababu maisha ya Kristo au maisha yetu sisi ni maisha ya imani, na imani uja kwa kusikia na kusikia neno Kristo. Kwa hiyo ina maana imani uja kwa neno, pasipo neno hakuna imani Yesikiza kwa makini, katika Biblia hii, zaburi pekee ambayo inaweza kuponya magonjwa yako yote ni zaburi ya ngapi? Ni Zaburi ya mia moja na tatu. Kama unapitia magonjwa kwenye maisha alafu umekwama kabisa, pata muda, soma Zaburi ya mia moja na tatu bila kuchoka. Ni zaburi pekee, zaburi pekee au mstari pekee katika Biblia ambao unaweza kuondoa magonjwa na maradhi ya aina yoyote. Zaburi ya mia moja na tatu tutaangalia kidogo, lakini ule mstari baada ya mistari, mistari yanaongea kuhusu faida za neema ya Mungu katika uponyaji wa magonjwa. Sasa hapo ilikuwa ni zamani, sembuse leo, tuna damu ya Yesu Kristo ambayo inaleta mema kwa ajili yako. Hem, tuangalie baada ya mistari katika Zaburi ya mia moja na tatu. Anasema, ee nafsi yangu umhimidi Bwana, na vyote vilivyomo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Ee nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake. Mstari wa tatu: akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Mungu ajasema ugonjwa fulani unaweza kupona ugonjwa fulani uponi, magonjwa yoyote ni Mungu pekee awezaye kusamehe. Sasa kumbuka, nilisha kufundisha katika hatua za kwanza za huduma katika Bwana Yesu alipokuwa anaponya watu, aliwaambia wazi kwamba usifanye dhambi tena, kwa maana ya kwamba cha kwanza Mungu anasamehe dhambi, na maana dhambi ni rafiki wa karibu na magonjwa. Kama ambavyo kitu kichafu kinavutia nzi, ndivyo ilivyo dhambi inavutia magonjwa. Ndio maana mtu akitaka kupona ugonjwa, tunamwambia kwanza atubu dhambi. Lakini kingine, bwana Yesu alikuwa anasamea dhambi, alafu anakuambia usitende dhambi tena. Anasema ukitenda dhambi litakupata baya kuliko lilopona, kwa sababu Biblia inasema wazi kwamba pepo kimtoka mtu uzurula zurula na akirudi tena mara ya pili akikuta yule mtu amekuwa ni ovyo, anaita wengine saba. Hali ya mtu ya kwanza ya mwisho inakuwa mbaya kuliko ile hali ambayo alikuwa nayo tangu mwanzo. Ninaongea habari za nguvu ya mwili na damu ya Yesu.